Mmekuja na msimamo wenu ule ule kwamba hamchezi mechi, maana ndo msimamo wa mpaka sasa hivi, ni kwamba msimamo wa klabu nadhani wote mnaujua, kwa haina haja ya kurudia, na mimi nitakuwa ni kikao cha amani na kitakachokuwa kinatoa majibu nini ambacho kitakwenda kufanyika baada ya mchezo huu wa dabi ya Kariakoo kuahirishwa. Hakuna vita hapa, tumekuja kusikiliza e, tusikie waziri anasemaje, serikali nasemaje. Mwisho wa siku e, kama nilivyosema awali, tutachukua lile ambalo tuna uwezo nalo ambayo litakuwa na maslahi mapana kwa klabu yetu hilo ndilo msingi. Ah, kwa sasa hivi kwa ilipofikia kwanza kwa maslahi mapana ya klabu yetu kwanza. Watani wenu Simba wanasema nyinyi ni watu wa simu moja tu na mtaingia uwanjani hapo. Haina tatizo, lakini sisi haituhusu kwa upande wao, sisi tunaangalia wao kwetu, kwa sababu wao walioyafanya wanayajua wenyewe. Kwa hiyo na sisi tunachokiangalia ni kwa maslahi makubwa sana ya klabu yetu waendelee tukisapoti timu yao. E, Jumamosi kesho kutwa tuna mechi dhidi ya Songea kwa ajili ya FA, alafu baada ya hapo tuna mechi ya ligi ambayo inayofuatia tutacheza na Tabora kule Tabora tarehe mbili. Kwa hiyo nadhani ratiba yetu ndio hiyo inayoendelea, haya mengine yote tayari yalishapita.